Mawakili wanaowawakilisha wanachama na waliokuwa viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA waliofungua kesi mahakamani wakilalamikia CHADEMA kwa kukosa usawa na kuikandamiza Zanzibar katika shughuli zake katika mgawanyo na matumizi ya mali za chama hicho, wamesema zuio la CHADEMA kufanya siasa nchini sio la siku 14 kama inavyoelezwa na baadhi ya watu na, na inavyoripotiwa na vyombo vya habari. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, wakili wa mahakama kuu Bwana Gido Thomas Simfukwe, akiwawakilisha mawakili wenzake, ameelezea maamuzi ya mahakama kwenye kesi hiyo kuwa katika kesi ya madai namba uh, 8223 ya mwaka 2025 ya mgogoro wa mgawanyo wa rasilimali, mahakama haikutamka muda wa kikomo wa kuzuia shughuli za kisiasa na matumizi ya rasilimali za chama hicho. Na mnukuu amri ya kwanza ambayo jaji anayesikiza eh, shauri yetu aliitoa ni kuzuia shughuli zote za e, za chama mpaka pale kesi ya msingi itakaposikilizwa. Amri ya pili amezuia wasitumie mali za chama. Sasa bahati mbaya, upo upotoshaji mwingi unaoendelea kwamba hilo zuio limetolewa kwa muda wa siku kumi na nne. Zuio limetolewa mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa na kutolewa maamuzi na kulingana na jaji, kesi itatajwa tena Juni 24 mwaka 2025, amesema wakili Gido. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia kesi iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar, Saidi Isa Mohamed na wenzake wawili, wakilalamikia kuwa CHADEMA inaitenga Zanzibar katika mipango yake ya kisiasa, hasa upande wa usambazaji wa rasilimali uh, fedha Makamu mwenyekiti wa CHADEMA John Heche akikaruliwa wakati akizungumzia maamuzi hayo ya mahakama, alisema uamuzi huo ni sehemu ya kile alichokiita sarakasi za baadhi ya watu katika juhudi za kuikandamiza CHADEMA na mnukuu, amejua lini kuna ubaguzi wa kidini? Amejua lini Zanzibar inapunjwa? Ama ni baada ya kushindwa uchaguzi ndo ameyaona haya? hizi ni sarakasi za kutumia watu kujaribu kuzuia chama chetu kufanya shughuli zake, alisema Eche. Kwa mjibu wa hati ya malalamiko, walalamikaji wanadai kuna mgawanyiko usio sawa wa rasilimali za kifedha kati ya bara na Zanzibar ndani ya chama hicho. Aidha, wamelalamikia kuwa a, pia kuwepo kwa ubaguzi wa ubaguzi wa kijinsia, udini, na matamko yanayodaiwa kuwa na nia ya kuvuruga muungano wa Tanganyika na Zanzibar.